Kocha Kessy Juma kutoka kwa JKT Queens eh, ambaye naye atatueleza kwa namna ambavyo wanakwenda kwenye mchezo wenyewe wa hapo kesho eh, na Kessy, naona jeshi la na mtu mmoja eh, vipi kesho eh, nusu fainali eh, mnacheza nusu fainali dhidi eh, ya Yanga Princess eh, ya ngao ya, eh, ya jamii kufungua msimu wa 2025, 2026 mambo yenu yakoje? Matayarisho pamoja na mambo mengine kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunajiandaa vizuri, tuna tunaamini kabisa kwamba hatua hii ni hatua bora, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kushindana. Kocha Kessy anasema kwamba wako tayari kwa ajili ya kushindana, JKT Queens wakicheza nusu fainali ambayo itachezwa saa kumi za jioni uwanja wa KMC Mwenge ambao hautakuwa na kiingilio, na wako tayari na kwa mchezo maswali kwape

Asante. Swala la kwanza kocha hata alijibu, kwa sababu halihusiani na mkutano wetu. Mkutano unahusiana na mchezo husika ambao unachezwa kesho. Kwa hiyo kocha, naomba ujibu jibu swala la pili. Eh, unawachukuliaje wapinzani wako Yanga Princess. Uh, okay. wako <coughs> Yanga ni timu nzuri ni timu nzuri na ni timu kubwa kama tunavyojua kwa mpira wa Tanzania. Ukizungumza kuhusu mpira wa wanawake basi bila kuitaja Yanga maanake utakuwa ni mwongo. Kwa hiyo mi niseme kwamba tuna tunaamini kabisa kwamba wamejiandaa vizuri na wao, tunaamini vile vile kwamba tutakutana na upinzani mkubwa sana, lakini mwisho wa siku ambaye kajiandaa vizuri atapata matokeo. Ha, ni kweli ni kweli kwamba tumekuwa mabingwa, lakini mpira una matokeo ambayo hayatabiriki. Kama nilivyokuambia awali, ligi yetu ni, ni, ni ligi kubwa sana. Kwa hiyo ukilinganisha wale tuliocheza nao kule na, na ukamlinganisha na Yanga tutakuwa tumekosea kwa, tume, kwa sisi tunaamini kwamba tunakuja kutana na upinzani mzuri na kama nilivyozungumza awali kwamba ambaye amejiandaa vizuri basi apate matokeo. Kama kuna swali moja la mwisho kocha. Coach, asante na tutakie pia kila la heri kwenye mchezo wako kesho dhidi ya Yanga Princess. Shukrani sana na kazi njema. Asante, njema. Hivyo ndivyo kesho nusu finali ambayo itachezwa saa kumi za jioni KMC Mwenge, mchezo ambao hautakuwa na kiingilio. Kwa hivyo mashabiki, eh, wakati wote mnakaribishwa. Tukumbuke kwamba ngao eh, ya jamii nusu fainali ya kwanza itakuwa ni saa saba za mchana na nusu fainali ya pili itakuwa ni saa kumi za jioni, uwanja wa KMC Mwenge. Asante kwa wakati wote ambao tulikuwa pamoja katika matangazo haya moja eh, kwa moja ambayo umekuwa ukiifuatilia. Mimi ni Clifford Nyanzi.